Drip hii unayoiona ni cocktail, yani ni mchanganyiko wa virutubisho mbalimbali mbali. Kama hivyo unavyoona tumechanganya cha kwanza, cha pili, cha tatu. Virutubisho hivi vyote vinasaidia kuupa mwili nguvu. Pale mwili wako unapofanya kazi chini ya kiwango kwa sababu ya kupungukiwa virutubisho. Inasaidia pia kuondoa sumu katika damu endapo umeathirika na vyakula vya kukaanga ambavyo vinakuletea mcharuko sugu mwilini, yaani allergy sugu. Lakini pia inasaidia kubusti hata kinga ya mwili kama wewe umezoofishwa na maradhi sugu kwa muda mrefu eh. Dripu hii ni muhimu sana kupata kwa wewe ambaye tayari umeshaumwa unasumbuka na maradhi kadha wa kadha katika mwili wako ambao umeakosea ufumbuzi, tunakushauri upate dripu hizi angalau tatu nne. Lakini pia kwa wewe ambaye unataka tu kwa ajili ya afya njema, hauumwi kitu chochote, lakini tu unataka labda ngozi yako iweze kugrow, uwe na afya njema, unaweza ukapata dripu hizi at least mbili tatu nne, zitakusaidia sana, Karibu sana. Tutakupa huduma hii baada ya kukufanyia vipimo na tukaona kwamba ni aina gani ya dripu unayohitaji na virutubisho gani tuviweke kwa wingi katika dripu yako, katika cocktail kama hii. Karibu sana. Kama nilivyotangulia kukuambia, hii hapa ni dripu yenye mchanganyiko wa virutubisho mbalimbali mbali. tunasema ni cocktail. Cocktail inayosaidia kuongeza virutubisho katika mwili wako, Kubusti energy ya mwili kama umekuwa ukiamka kila siku unajisikia uchovu uchovu, unajiuliza nini kinachoendelea? Yaweza kuwa unapungukiwa virutubisho, vitamins na madini ambayo husaidia ku activate kudetox mwili wako ukae vizuri. Pia ni mchanganyiko wa virutubisho ambao vinasaidia kwenda kuondoa sumu mbalimbali zilizoko katika mwili, yani unaenda kusafisha damu yako. Ni mchanganyiko wa virutubisho mbalimbali ambao vinasaidia kubusti kinga yako ya mwili. Eh, hii drip ni nzuri sana wewe ambaye unasafiri mara kwa mara, wewe ambaye unasumbuka na mafua yasiyokoma, allergy ya ngozi, chunu zizokoma, unataka utakate, ungae, ugrow. Hivi ndivyo ambavyo unaweza ku take care mwili wako, kama vile unavyo take care gari lako, nyumba yako, kitu chochote cha thamani unachokimiliki. Jinsi unavyokipenda, unaweza, unaweza pia ukaupenda mwili wako ili uendelee kufurahia vitu vya thamani vyote unavyovimiliki hapa duniani. Kama hivyo unavyoona mwanadada anapata cocktail nzuri kama hii, inaingia direct kwenye mishipa ya damu. Ndani ya dakika 45 tunamaliza zoezi. Karibu sana Sambo Healthcare Polyclinic.